Labda umesha kutana na hii video na mjadala wake unaoendelea no! No! Oh, na nikuambie tu, hiki unachokiona Marekani ni kile tu unachokisikia kinaendelea Ulaya, kinaendelea sehemu nyingi, na nyuma yake kuna historia ndefu na vitu vingi ambavyo nitajaribu kukupa kwa ufupi sana upate idea. Ichukue sekunde chache, kwanza kukushukuru wewe ambaye umesubscribe kwenye hii channel kwa sababu inafanya watu wengi zaidi wanafikiwa na content zetu, na kiukweli numbers zinafanya na fanya hiki ambacho nakifanya MDC updates. So turudi kwenye hiki kinachoendelea Marekani no. Sasa hivi Shame, shame, shame. Mjadala uliopo kwenye hili tukio ni kwamba upande wa serikali ambao ndo wanaisapoti ICE wanasema kwamba huyu dada alisimamishwa na alitaka kumkanyaga afisa wa ICE na gari.

Yes, huo ni mtazamo wa watu wengi walioiangalia hii video na uchunguzi unaendelea, lakini unaweza ukaangalia kwamba matukio ya watu kuikimbia hawa ICE, kabla sija kupa ICE ni kina nani, matukio ya kuwakimbia yamekuwa ni ya kawaida sana. Na ukiangalia kwa makini hii video, huyu dada aliporudi nyuma, endapo alikuwa na lengo la kumgonga huyu askari, nadhani asingepata hata chansi ya kushoti kwa sababu angalia tairi limejikunja kuelekea kama mtu anayetaka kuondoka kwenye scene, na sio kama mtu aliyekuwa anataka kutumia gari kama silaha kama ambavyo serikali ya Marekani na Trump mwenyewe ameelezea. Kwa hiyo kuna hilo fukuto linaendelea Marekani na labda kwa wewe ambaye umeanza kuisikia ICE hivi karibuni na stori zake, unaweza ukahisi ni kitu cha hivi karibuni but ICE imeanza kitambo. Sasa tuanze na jina lenyewe ICE ambalo unaweza ukahisi ni barafu. Sio barafu, ni kifupi cha maneno Immigration and Custom Enforcement, ikimaanisha ni polisi wa migration. Unajua huku kwetu polisi wa migration wanakuwa mipakani na wanakuwa labda kwenye vile vituo vya uhamiaji lakini Marekani kuna kama majeshi mawili tofauti kuna wale wanajeshi wa mpakani ambao ni watu wa, wa uhamiaji, wanajeshi lao unalikuta mpakani una dili nao wanaweza wakakurudisha wakafanya project, proses zote, lakini hawa ICE kazi yao ni kufanya operations za ndani ya Marekani na, wamekuwepo tangu mwaka elfu mbili na tatu. Tukio lililofanya wakawepo ICE ni tukio la Septemba 11 unalifahamu? ni tukio ambalo lilibadilisha sera nyingi za Marekani, na mambo mengi yalitokea baada ya September 11. Al-Qaida walipoivamia na eti walipoivamia, walipoishambulia Marekani, at least kuna baadhi ambao wa waamini, lakini anyway kutoka September ile, kilichotokea ndicho kilichozaa vitu kama ICE, kwamba walikubaliana watengeneze polisi specific kwa ajili ya wahamiaji kwa hiyo elewa ICE imekuwepo na inafanya kazi miaka yote na ni taasisi yenye bajeti ya serikali tangu elfu mbili na tatu, lakini umaarufu wake ama utendaji wake huwa unategemea sana sera za serikali ambayo ipo madarakani kwenye muda husika. Obama aliitumia ICE kuondoa watu wengi wengi wengi, na by the way Obama ndiye rais anashikilia rekodi ya kufanya deportation kwa wahamiaji wengi kuliko rais yoyote wa Marekani. Kwa hiyo alikuwa ndio master wa hiki Trump wanachokifanya. Tofauti ni alikuwa na walenga kina nani? Obama alikuwa clear kwamba anamwondoa kila ambaye ni mhamiaji haramu, hasa wale ambao walikuwa na matukio ya uhalifu kwa maana ya wale ambao walikuwa wanatishia usalama wa Marekani. So kilichokuwa kinafanyika ni kwamba hawa jamaa wa ICE walikuwa wanaenda kwenye, wanashirikiana na polisi, vituo vya polisi na sero mbalimbali, kwamba ukikamatwa kwa kosa fulani, wakagundua kwamba hauna kibali cha kuishi, ndo wanawaita wa hawa ICE, wanakuchukua kutoka kwenye sero, wanakupeleka kwenye proses ya kukuondoa nchini. So ilikuwa ni ngumu kukutana nao mtaani. Na kufanya hiki unachokiona wanafanya hapa. Sasa, ishu ya wahamiaji, watu wengi tunaamini ni kuna wahamiaji halali na wahamiaji haramu, lakini Marekani stori ya wahamiaji ina tafsiri tofauti. Kuna makundi kama matano ya wahamiaji Marekani, na hapa nitakupa simple kila kundi linamaanisha nini na kwa nini sasa hivi ICE wanapambana nao. Kundi la kwanza ni wahamiaji wa asili, Naturalized, immigrant ambao hawa ni wale ambao walizaliwa nje ya Marekani lakini wazazi wao ni Wamarekani, kwa hiyo kiasili ni Wamarekani. Hawa wanaitwa naturalized wahamiaji. Kundi la pili ni wahamiaji wa kudumu, hawa ni wale permanent. Hawa ni wale watu ambao sio raia wa Marekani lakini wamepewa kibali cha kudumu cha kuishi Marekani kinaitwa green card. Kwa hiyo ukisikia green card holders ndo hawa jamaa wapo kwenye uh, ili kundi la wahamiaji wa kudumu. Kundi la tatu ni wahamiaji wa mpito temporary. Hawa ni wale wanaotumia kwa mfano visa, ambao ikiisha inabidi usepe. Kwa mfano wengi tunaosafiri ndo wako kwenye ili kundi la temporary migrant. Kwa hiyo ukihamia unaitwa mhamiaji na wewe, tofauti ni kwamba tu utaondoka soon. Uh, ili kundi pia ndo waga waga linakuja kubadilika na kuja kuwa kundi la tano nitakalokutajia. So kundi la nne ni wahamiaji wenye vibali Permitted. Hawa ni wale wenye michongo fulani, labda kesi mahakamani au wale wanaotafuta hifadhi ya ukimbizi asylum. Na kundi la tano ni wahamiaji wasio na vibali Unregulated. Hawa sasa ndo wauni ambao hawana amani, na hawa jamaa wanaoitwa ICE na hawa kundi lao huwa linategemea. Nimejaribu kukuwekea makundi matano ambao ni simple zaidi huweze kuelewa, lakini ni ni algorithm fulani hivi complicated sana. Marekani wanavyo issue ya uhamiaji, sababu ni taifa ambalo watu wengi wanataka kuingia. Sasa hawa wasio na vibali ni wale ambao wanaingia kupitia ardhi. Kwa sababu ukweli ni kwamba huwezi kuingia Marekani bila kibali. Endapo unakuja kwa ndege au unaingia labda kwa maji, sijui, labda kuna watu wanaingia kwa maji, lakini lazima uingie, uingie kwenye ardhi, kwa sababu kwa ndege kama waliopo Afrika, obvious ni wengi ambao wanaingia kwa visa wanaongeza muda kule, wanazamia huko, wanazaa watoto huko, na hao watoto pia kuna kipengele chao. Kuna watu wana hiyo idea kwamba uh, ukizaliwa tu, kwa sababu umezaliwa Marekani, basi we ni raia wa Marekani. Ni complicated kuliko tunavyoizungumza, na ndicho ambacho Trump anakifanya sasa hivi. So baada ya kuyajua haya makundi na kujua kwamba ICE ilikuwepo tangu elfu mbili na tatu. Sasa hawa wahamiaji walitoka wapi? Wengi wao kwa sababu wengi ni wanatokea nchi za karibu hapo, wengi wanapitia mpaka wa Mexico kwa sababu ndio nchi ambayo iko karibu na Marekani sana. Kwa hiyo hata wanaotoka Asia wanatoka wapi, uaga wanakuja Mexico alafu ndio wanaingia Marekani, na hizi sera za hizi serikali zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Na Demokratic wamekuwa kidogo, wamekuwa wanaamini kwamba Marekani ilijengwa na wahamiaji na historia iko hivyo kweli. Nitakuelezea hoja ya Democratic inatoka wapi na hoja ya Republican inatoka wapi. Sasa nikupe historia fupi ya wahamiaji wengi ambao wapo Marekani, waliingiaje? Waliingia kwa ardhi kupitia Mexico, na ni kwa sababu kuna undugu wa muda mrefu sana. Iko hivi, jimbo la Texas ambalo lipo mpakani huku na Mexico lilikuwa ni sehemu ya Mexico mpaka mwaka elfu moja, mia nane, thelathini na sita hivi. Kwa hiyo hii sehemu kijamii ni watu wa moja, na ndio maana unaonaga ma Texas wanakuwa ma cowboy wale unajua, so ni watu wa Mexico wao, kwa hiyo walikuwa wanaelewana kijamii. Kuna watu walikuwa wanatoka wengi kutoka Mexico kuja kufanya kazi kwenye mashamba kwenye restaurants kwenye kazi ndogondogo ndani ya Marekani, na wakati huo ilikuwa ni kitu halali kisheria. Kwa miaka mingi, wameishi hivyo. Lakini baadaye sasa kadri muda ulivyokwenda Bunge la Marekani likaanza kuona hili ni tatizo. Ikatengenezwa sheria ambayo haikuwataka wajamaa watafutiwe namna ambayo watapata kibali maalum cha kufanya kazi, ila ilipiga marufuku wao kuingia Mexico, I mean, Marekani, wakiamini kwamba wakiweka kwamba hauruhusiwi kufanya kazi Marekani kama we sio raia wa Marekani, watu wengi wataacha kufanya kazi na Wamarekani wataenda kufanya hizo kazi ndicho walichoamini lakini haikutokea hivyo. Sili ratiba ziliendelea kwa sababu kila mtu anamtaka mtu wake alimzoea kwenye restaurant na kila mtu anataka wafanyazi wake washambani. Kwa hiyo maisha yaliendelea. Kwa hiyo lakini, kilichobadilika ni kwamba wakati huo kilikuwa sio halali kisheria. Sasa imeendelea hivyo na watu wameendelea kuishi kama ambavyo unajua, mipakani, maisha yetu hata kwa Tanzania. Watu wa mipakani kiukweli hawafati sheria za mipakani. Huyu anaishi huku, anaishi huku, ni mifumo ilivyo sasa. Kutokana na hiyo, imejenga chain ya maisha ambayo ndio maana unaona Trump anataka kuweka ukuta, kwa sababu ni ngumu kuwazuia wale watu, kwa sababu sio kwamba wanakuja tu kwa kukimbia maisha ya Mexico, ila wa, watu wa huku pia waliopo huku Marekani wanawahitaji hawa watu. Kwa hiyo wanawaficha, wanawasaidia na ndicho ambacho kinaendelea kwenye issue ya uhamiaji Marekani sasa Obama alikuta mamilioni ya watu wameshaingia ndani ya Marekani na alisema wazi kwamba haimake hey sense kuhamisha watu mamilioni kwa wakati mmoja, kwanza ni pesa ndefu sana unahitaji kufanya hivyo. Kwa hiyo akawa anatumia hii option ya wale ambao wanahatarisha usalama wa jamii na nchi kiujumla, wanawaishwa kuondolewa. Lakini Trump amekuja amesema ni aliens yeyote sasa. Zamani ilikuwa uruhusiwi kuingia kwenye biashara za watu kukutana na watu randomly na nini, lakini sasa hivi Trump amewapa mamlaka wa jamaa, na ipo kisheria, sio Trump aipo kisheria. Kwa hiyo wanafanya hivi kisheria, na shida inakuja kwamba binadamu kinamna yoyote ukidisturb status quo yake, yani hali iliyopo, binadamu ukidisturb, hata kama ni inamletea matatizo lazima atakusumbua kwa sababu sio kitu tunachokipenda kifanyike. Kwa hiyo ndicho kinachompata Trump, na zaidi ya yote ni kwamba Wamarekani hawajazoea haya mambo na ni jamii ambayo inaruhusiwa kuongea. Kwa hiyo unaiona mijadala kwa, kwa ukubwa hivi, kwa sababu ni jamii inayoruhusiwa kuongea, na kwenye proses yanatokea mambo kama haya ya mauaji, ya uvunjifu wa haki za raia kwa sababu tu ya njia ambayo wameamua kuitumia. Lakini nilikuambia hii ni chain reaction. Ndani ya Ulaya kuna harakati kabisa, na maandamano yanaendelea, na mabilionea wengi akiwemo Elon Musk na mabilionea wengi wa Marekani wanafadhili hizo harakati za kupunguza kile ambacho walikiita immigrant flood, mafuriko ya wahamiaji to radical Islam, no to migrants claiming welfare, no to open borders, no to anything other than mass deportation. Iko hivi. Kwa kesi ya Ulaya, Italia kwa mfano, ni moja ya nchi ambayo ilikuwa hatarini kupoteza kile kika, kizazi cha nguvu kazi. Kama unakumbuka kipindi cha COVID-19, Italia ilipata matatizo mengi kwa sababu idadi yao kubwa ya watu ni wazee. Unajua Italia ndio Roman Kingdom, eh? Kwa hiyo jamii za pale ni moja ya civilizations za zamani sana. Sasa kutokana na life ilivyobadilika, ilifika mahali takwimu za uzaaji, unakuta kuna mtoto mmoja kwenye kila watu watatu wazima, kwa hiyo familia tatu zina mtoto mmoja tu kwenye nchi. Sasa ilifika mahali wakagundua kabisa, tukiangalia kuna rika kubwa la watu linakwenda kustaafu, alafu hakuna wakuwapokea kwenye hizi kazi so serikali inajikuta ina watu wachache ambao wanazalisha na ina watu wengi ambao wamepumzika wanapokea pension. Ilikuwa hivyo kwa Ujerumani, ilikuwa hivyo kwa nchi nyingi za Ulaya, ikiwemo Uingereza yenyewe. Kwa hiyo kutokana na hivyo, serikali zilizopo madarakani ziligundua kabisa, tunahitaji kuongeza watu humo. Shida ikaja kwamba jamii nyingi za Ulaya zina culture strong lakini hao watu waliokuwa wanakuja walikuwa wanakuja na ustaarabu wao tofauti, wengi ni dini tofauti, kuna Waislamu humo ambao wanatoka Afrika kaskazini na nchi za Uarabuni, na kuna mengi yamezalishwa hivyo. Na moja ya conspiracy theory ambayo imekuwepo kihistoria, ambayo mwaka elfu mbili na kumi ni kama jamaa moja aliandika kabisa, ikawa maarufu Ulaya kuhusiana wa wa na wahamiaji, ni kwamba zamani Waafrika na Waarabu waliwahi kutaka kuwareplace wazungu You may have heard of the great replacement theory. I know, ni kwa, kama ina sound kama conspiracy theory lakini niliwahi kukuambia kwamba Waarabu wa walitawala Spain aa Spain ndio ilikuwa kingdom ya kwanza ambayo imetawala Brazil, imetawala na Amerika kasi, ya kati yote Yaani Amerika ya kati Amerika ya Kusini wale wote wanaongea Kispanyola kwa sababu ya ili taifa linaitwa Spanish ili la hapa Ulaya hawa watu ndio waliondoka hapa kwenda kule kutawala kuchukua madhahabu na kuyaleta huku, na ilikuwa ni kingdom kubwa, na pesa ya Spain kwa miaka mingi ilikuwa ndio pesa ya dunia, kama unavyoona dola ya Marekani leo. Na Waislamu wa Ottoman na sehemu nyingine walikuwa wanatawala, ili eneo lilikuwa linaitwa Andalus. Baada ya Andalus kuondoka, wale jamaa wakaja watawala wa Amazig wanaitwa barbars waberber, lakini kwa Ulaya wanawaita kama Moors wakaja kutawala lile eneo au jamani wa Afrika kabisa, wanatoka Algeria, wanatoka Tunisia. Ni, ni makabila au maarufu kama Amazig. Nadhani nilikuelezea kwenye episodi za nyuma. Sasa kipindi hicho cha huu utawala, kitu ambacho walikuwa wanafanya kwa mujibu wa waandishi wa Ulaya wa sasa hivi ni kwamba walikuwa wanataka ku replace kizazi cha wazungu, kwa sababu waliona ni watu ambao hawajielewi ni wahovyo na walisema namna pekee ni tunazaana tunawareplace hawa to make sure kwamba tunatengeneza kizazi strong Ulaya. Hiyo mission wazungu wanaamini waliishinda, na, wali na wakaanza kuzunguka duniani, wakaanza kutawala, zikaja kingdom zao, ndio tukapata hiyo Spain kingdom, ikaja uh, Uingereza kingdom, baadaye pia Ufaransa nao imekuwa kingdom kubwa sana, na wamekuwa na hiyo illusion sasa watu wanaosambaza chuki dhidi ya wahamiaji Ulaya wanatumia theory kama hizi kusema kwamba hawa watu sasa hivi wanatuzidi na huenda ile misheni yao ikakamilika, kwa sababu wao hawana stress za uzazi wa mpango wanazaana wanavyoweza Uarabuni, you know. wao hawana tatizo la kuishi kama familia Waafrika na wazungu. I mean, na Waarabu wengi tunaishi kama familia, Wazungu ni mmoja mmoja sana kijamii kwa hiyo wana vitu vingi wanaviongea ambavyo wanasema ni kama mafuriko yaliyoachiwa Ulaya yanakwenda kuivunja Ulaya, na kuna mission inaendelea sasa hivi ya kuivunja umoja wa Ulaya, EU. Uliona UK waliondoka, na kuna movement ambazo zinatoka UK ambazo zinasapoti movement kwenye vyama vingine kwenye nchi za Ulaya. Kwa hiyo umoja wa Ulaya, Ulaya ambao ni nchi 38 UK ilijiondoa ishu ilikuwa ni hii kwamba ukiingia kwenye nchi moja kwa mfano uh, Ujerumani ndio na shida ya wahamiaji. Ikishawaingiza wale watu, wana uwezo wa kusafiri kwenda popote, kwenda kupewa kazi popote ndani ya EU, ni makubaliano. So jamaa wanaona kama huu mchongo unawaharibia jamii yao, na kuna hiyo kama vuta nikuvute kuvute hivi baadhi ya, ya wazungu wanaamini, no, no, no, no, hatuwezi kuendelea hivi, tutakuja kuwa replaced kabisa. Sasa hao wazungu ni mabilionea ambao wako affiliated na chama kilichopo Marekani na kilichopo Uingereza. Nadhani unafahamu historia ya Uingereza na Marekani ilivyokuwa, right. Kwa hiyo Trump ni mmoja wa watu ambao wanaamini kwamba Marekani inabidi iwe ya Wamarekani. I know Marekani ni hawa watu tofauti na Marekani ni nani, ni stori nyingine, lakini tu unaelewa nachokimaanisha. Sasa kwenye proses ya kufanya hii wamekuwa wanapitia mambo mengi sana, ikiwemo upinzani mkubwa sana lakini pia yamekuwepo yanatokea matukio mengi kama haya. kwa hiyo unachokiona ICE nakifanya sasa hivi ni msimamo wa wale wanawaita far right, watu wa wa mrengo wa kulia ambao wanaamini no, ifike mahala kila mtu abaki kwao na kila mtu ale kwao <laughs> I don't know, una mtazamo gani kuhusiana na hii crackdown inayoendelea Marekani na ICE na matukio yake au hiki nilichokuelezea kuhusiana na uhamiaji kwa ujumla. Je, ni wakati wa sisi kutafuta namna ya kuishi kwenye nchi zetu na kuzijenga au dunia imeshakuwa moja sana kiasi kwamba ni ngumu hata kuleta story za nani, kwao ni wapi? Kwa sababu sasa hivi kizazi cha watu wengi kimezaliwa watu ambao ni global. Hawajihisi kama ni Mtanzania sana, hajihisi kama ni Mmarekani sana, anajihisi ni mdunia. Labda binadamu watupo tayari kwa ajili ya kwa hilo. I don't know. Nipe comment yako. I hope nimekupa some abc's. Asante kwa kunifuatilia na kiukweli, kwa mara nyingine tena, salute kwa wewe ambaye umesubscribe kwenye hii channel. Unanipa nguvu sana ya kuja kufanya vitu kama hivi. Ubaki salama, taarifa na maarifa.